Wakati wewe unaendelea kujipongeza kwa kujinunulia chipsi mayai mara baada ya kuweza kupata mshahara wako, huenda hata mshahara wenyewe haukutoshi. Unajipongeza kwa kula vitu vizuri vizuri, kwa sababu labda unatumia muda mrefu kuto kuvipata, na ndio maana vinakufanya unakuwa hivyo. Sasa msanii kutokea kule nchini Marekani pia e, ambaye yeye yeah, yeah, pia mara ya kwanza alikuwa kwenye kundi la Migos, na mmoja kati wa ya wasanii hao aliweza kufariki nikimaanisha offset, lakini wengine walikuwepo na mpaka sasa hivi bado wapo kutokana na eh, vile wa, wa, wa, wa, wa, wanagombana gombana, kuna ups and downs za hapa na pale, lakini wanakuwa wanawekana sawa, lakini mambo yanakuwa naenda sawa. Sasa hapa niko na lapa eh, Quavo moja kati ya watu ambao pia walikuwa katika kundi hilo na ni wamarekani ambaye ameweza kujizawadia gari yes ni bonge moja la gari lakini pia ni gari la, e, lenye pesa nyingi sana ukifuatilia hata kwenye mitandao ya kijamii au katika blogs tofauti tofauti ukiangalia gharama ya gari hiyo utaipata ni bonge moja la, la, la, la, la, la, la, bei sana ambalo limekuwa limeuza e, ameweza kununua gari hilo lenye thamani ya dola za kimarekani milioni tatu ambayo ni sawa na pesa ya kitanzania e, shilingi bilioni saba na laki tisa na vichenchi fulani vinabaki za Kitanzania. Ameweza kujiblese bwana. Kwa hivyo huncho mmoja kati ya warapa ambao pia wanafanya poa, lakini pia rapa huyo kiongozi wa zamani wa kundi la Migos aliweza kujizawadia gari hilo kwenye kumbukizi ya kuzaliwa kwake kutimiza umri wa miaka 34 juzi tu hapa tarehe mbili ya mwezi huu wa nne, aliweza kutimiza umri wa miaka 34 na kujizawadia gari hilo la eh, bilioni saba. Watu bwana wanajibless bwana, usiponiletea zawadi basi najizawadia mwenyewe. Ni kiasi gani cha pesa cha mwisho ambacho unaweza kukitumia kununua gari kwa kwa wewe bwana sawa sawa digito ambaye unakuwa unanifuatilia hapa, ni zaidi ya hapo au ni chini ya hapo? Komenti yako itanipa majibu, na hii ni sawa sawa digital.